Akina mama hivi sasa asilimia tisini na tisa wanatembea na hedhi na janaba, kwa sababu kucha zao zina rangi na wanawake wengi sasa wanakucha kama wapo stationary, mtadhani kalamu na wengine wana maumbile ya kubandika. Si moja, niingia mtaa mmoja Kariakoo, yani mpaka wewe unanijua kama hunijui, nimeingia kiushikaji, kwa sababu nikishatoka hapa nikishavua kanzu mimi ninakuwa kiushikaji, piga t-shirt mwanangu au nakula shati. Nikafika pahala, nikauliza hii nini? Akamwambia babae, hii hii wanavaa kina mama. Wanavaa vipi? Ah, kuongeza shep la haria. Nikamwambia shep la haria ni nini? Ambia chogo la nyuma. Nikamwambia ah, sasa ngapi hiyo? Akamwambia hiyo elfu ishirini, ile pale ambayo ndio inaonekana nzuri ile elfu hamsini. Tuliposhindana ni wapi? Akaniuliza kwa nini, mama yeye size gani? Mwanangu, nikasema anataka kujua size ya mke wangu, Nikasema lakini nimeshafanya research, nimekwenda katika maduka, ninapita mitaa ya Kariakoo, ninaona vitu. Unaona kabisa kwamba mashehe tunahitaji kuwasema, lazima tuwaambie, acheni. Tutaswali sasa hivi, tutaswali sasa hivi, pandisheni suruali, mnaswali uchi, na wengine viuno vinaonekana mpaka kwenye machimbo kule ya madini. Astaghfirullah, astaghfirullah, kuna bodaboda, kuna -boda, kuna bajaji, kuna kiriku, kuna daladala, unatembea nini, kuna mkokoteni Lazima utembee namna hii, lazima utembee namna hii. Allah, naomba uwe shahidi, nimewafikishia ujumbe.